Nimeona kwenye mitandao mingi wanasema, uh, hii ni mara ya kwanza katika mfumo huu kuingia robo fainali, lakini lazima isemwe pia, Yanga ndo timu ya kwanza kucheza robo fainali klabu bingwa Afrika. Wamecheza huko nyuma mara mbili dhidi uh, ya Asante Kotoko 1969 na 1970 na 1973 katika ubora wa kiwango cha juu katika mechi zilizochezwa tatu, kuna mechi moja zilichezwa mara tatu, ilichezwa Dar es Salaam, ilichezwa kuma sigana na ikarudiwa tena Addis Ababa, mechi ambayo ilibidi sheria itumike ya kurusha shilingi kumpata mtu atakayekwenda semi final. Asante Kotoko ya kina Uh, uh, Edward Mensah ambayo kwenda kushinda ubingwa wa Afrika zote hizo mbili, ambazo Yanga amefungwa Asante Kotoko alikwenda kushinda ubingwa wa Afrika, lakini pia Yanga ishacheza kama alivyosema, 98 kwenye nane bora, na juzi imekuwa timu ya kwanza ambayo, haitaki kusema vizuri, hilo timu ya kwanza kufuzu kabla ya mchezo wa mwisho anashindana, sina kumbukumbu kumbu kama kuna timu ishafanya hivyo before, lakini kuifunga timu ya Kiarabu tena Algeria, hake Waarabu wako wengi siku hizi. Algeria bingwa mtetezi, goli nne, sinote choka mimi nachokiona, anaendelea na kusisitiza, tukiendelea hivi muda si mrefu Yanga italeta kikombe cha Afrika. Nilisema mwaka 2021 nikalirudia mwaka jana, nikalirudia tena mwaka wa juzi 2022, na, na nalirudia tena leo. Yanga hii ndiyo itakuwa klabu ya kwanza Afrika Mashariki kuleta klabu bingwa Afrika katika ukanda huu, sio Tanzania, East Africa. Yanga hii kama si msimu huu, in next two season, Yanga itakuwa bingwa wa Afrika, na baada ya hapo itadominate soka la Afrika kwa miaka mingi inayofuata. Sio tu itashinda ubingwa wa Afrika, lakini itakwenda kudominate soka la Afrika kwa miaka mingi ijayo niko ndani najua, mipango na mikakati najua strategy kwa ukubwa ambao watu wengine labda hawauoni, lakini najua dreams za wanayanga. Yanga wanaishi kwa ndoto ambazo huwa zina, zinakuwa zina, zina, zina, zina, zina sahihi baadaye. Yanga imebahatika kuwa na washabiki wanaoipenda sana timu yao kuliko timu nyingi za Afrika, timu nyingi zikiwemo mfano kama Simba au nini, wao wanapenda mtu Yanga, wanapenda timu yao hiyo. Ndio sifa mama ya kuja kudominate soka katika nchi yenu au katika bara lenu. Mfano huwa na wapa wa Liverpool. Liverpool uh, ni kitu kingine kabisa, yaani wao wanapenda timu yao, haijalishi yupo nani au yupo nani. Sisi wa Manchester kwa mfano wengi tuliingia baada ya kina Cantona, wengine wakaja kizazi cha kina Beckham, wengine kizazi cha kina Ronaldo. Na wakiondoka wale mawaria wao, yale mapenzi hata kuangalia mechi za timu yao inapungua, tofauti na Liverpool. Liverpool ni ile walk alone, never walk alone, never walk alone, ambayo ndio yanga wanayo. Yanga haijalishi wewe ni nani. Yaani mimi najua kulikuwa na watu ukiacha au kina Mangara tabu Kulikuwa na mtu kwa mfano wa miaka ya tisini anaitwa Abbas Gulamadi. Abbas alikuwa anakuja sana mita ya kwetu Kariakoo lomba kama ya pili hivi. Ilikuwa ni maskani yake. Anapokuja pale wananchi wanafatana naye. Yaani kuna watu wamekaa tu kunyuma kama mia tatu ndio mia tano nasikiliza tu. Wanamwangalia boss. Toka pale anaingia kwenye benzi yake ilikuwa ya rangi kama cream hivi. Huyo anaondoka pale, anakuja kupiga porojo tu wanawa tu hours, na kilikuwa kijiwe cha wachezaji wengi wa zamani wa miaka hiyo. Lakini baadaye watu wakawazungumzie kuhusu kula mali, wanazungumzia yanga yao, hiyo ndio Yanga Africans. Na mastaa wengi wachezaji wengi wakubwa walikuwa wakipendwa sana Yanga, lakini mwisho wa siku, kwa hiyo hiyo itafanya inafanya waishi kwa ndoto, na nikiangalia ubora wa kikosi cha safari hii, anything can happen. Hata msimu huu itokee okay, Yanga amepangwa na timu yoyote kwenye kwenye quarter finals, sioni kama kuna timu ambayo kwanza inatamani kucheza na Yanga kwenye robo final, sioni yaani, sioni hata timu moja. Uh, watu wanazungumzia Mamelodi yes. Mamelodi kwangu ndio competent namba moja champ, Champions League kwa performance ya sasa hivi. Mi sitaki mambo ya kihistoria wakati kuna, kuna kitu kale. Yanga performance yao sasa hivi competent wake ni Mamelodi na Ahli, na bahati mbaya Ahli hawezi kukutana naye robo finali. Kwa hiyo kwangu mimi, hata mwaka huu Yanga wanaweza wakatuletea ubingwa wa Afrika, wacheze karata zao vizuri wajue namna ya kucheza nyumbani na ugenini, wajue namna ambayo tunapaswa tucheze tukiwa nyumbani, wajue mechi hii inahitajika magoli mengi, kama juzi walivyocheza ya juzi, kukuwa na na spirit ile, team spirit. Nilimuona Dickson Job wakati <clears throat> wa kusalimiana na wachezaji wenzie na wachezaji wa timu pinzani, spirit tunaiona kwenye sura yake unamwangalia diara zile commanding language kwa kizifanya akizifanya kwa defenders na wachezaji ambao unaona kitu gani kilikuwepo katika nafsi zao. Hiyo ndio namna timu bora inayotakiwa kushinda ubingwa wa Afrika iwe yaani, timu bora, ili ishinde ubingwa wa Afrika lazima kuwa na fighting spirit ya 100% kutoka kwa wachezaji, benchi la ufundi, uongozi, wanachama na washabiki. Na ifahamike target Yanga washavuka beyond the target. Target Yanga ilikuwa kufikia group stage champions league wamevuka. Yani hata ikitokea wamefungwa robo finali wamevuka. target Yanga wakuwa na target ya kucheza robo finali msimu huu, hiyo target ilikuwa ni next year baadaye, tena kupigania target kubwa zaidi. Kwa hiyo kama itatokea Yanga ametolewa kwenye quarter finals, amefikia target na ameivuka. Kwa kwangu mimi kwangu sina pigisho. Yanga amekuwa akileta wachezaji wazuri sana katika miaka ya hivi karibuni, lakini swali ni kwamba wachezaji wanaokuja kama wakina wakina Pacome yao yao wanaonesha viwango bora sana, na katika mashindano ya klabu bingwa timu nyingi wanatamani kuwa na wana wachezaji kama hao. Swala linakuja msimu unapomalizika. Tetesi zinakuwa nyingi sana na huenda E, wachezaji hao wakauzwa katika timu zingine, ni kwamba klabu inashindwa kuwabakiza kwa kiasi kikubwa cha fedha ama ina matamanio ya mchezaji mwenyewe. Yanga inaingia katika transformation, hatujakamilisha mradi ule bado, toka katika mchakato. Kwa hiyo e, sokoni huwezi kushindana Yanga na Ahli wala Wydad wala Pyramids. Hawa ni watu ambao ni matajiri, klabu za tajiri, lakini tutafika huko tutafika tutashindania wachezaji na tutasajili wachezaji kutoka katika hizo clubs, lakini sasa kwa mfano ee, wewe ndio rais wa Yanga au wewe ndio CEO wa Yanga, inakuja real Betis hapa au wanakuja Raja Kasablanka, wanakuwekeni dola milioni mbili mezani ya pakome, vipi? Nawauliza, vipi? Li li Kuna vitu havikataliki, ndo soka lilivyo. Sisi bado hatujafikia huko. Tunakuelekea ni huko. Hatuwezi kuzuia kuna wakati. Yani usione kwamba eh, Madrid eh, anasajili mchezaji yote anayemtaka. Ni kwa sababu ana nguvu, ana nguvu, ana maso za kiuchumi. Ambazo za kumfanya amchukue mchezaji yote. Sisi ndo tunaingia katika hiyo mifumo sasa kuwa na kuweza kuwa na muscles kubwa za kuweza kumsajili mchezaji yote wa Afrika. Lakini kuna ofa zikija. Sasa hivi inatokea hapa eh, Mamelodi wanaweka mzigo, au Kaizer Chiefs kwa diara 1.8 million dollar pengine kwa mwenendo huo ambao Young Africans amekuwa akicheza hivi eh, vizuri sana katika mashindano ya club bingwa eh, ni kama vile taarifa zinawafikia sana timu za nje. Nakumbuka kipindi tunapokea CR Belouizdad pale airport, neno la kwanza lililoniulizwa ni kwamba maana ya kwa Mkapa ni hatoki mtu maanake ni nini? Unadhani ushindi wao huo unasambaa sana Afrika? Ah, neno la kwa Mkapa hatoki mtu asili yake ni timu ya taifa hili. Neno nilianza kulisema mimi kwenye mechi za timu ya taifa, nadhani tuko tukototaa na Burundi kama sikosei, baadaye tukalihamisha kwa kwa Simba kule, na linatumika kwa maana ya nchi, yaani ndio maana mimi sema tulianza wakati wa timu za taifa, hatukulianza kwa club, na mimi ndio nilianza kulitamka hilo neno kwa Mkapa hatoki mtu, nadhani tuka kama sio na burundi au na Uganda, nasahau kitambo kidogo, na likaingia. Kwa hiyo hili sio neno la la, la la uongo, ni strategy ya ambazo zinatakiwa club zizidumishe kwamba wewe unakuja mgeni huko, ukija hapa basi ujue kwa Mkapa unafungwa tu, yaani hata iwe nani, hata iwe nani na tukaliweka tukaliweka, wakati ule nakumbuka tuliweka kwamba hata Barcelona ikicheza na Simba hatoki. Haikuwa haikuwa haikuwa katika maneno ya uhalisia, lakini katika ku- kuwafanya watu wetu wawe wa, wa, wa na imani. Ujue kitu kikubwa sana ambacho na tunapaswa kukifanya hiki kwenye quarter finals ni kuwatengenezea confidence washabiki Yani tutengeneze confidence kiasi cha ya kwamba yani, unajua kuna wakati unaweza ukaijenga. Okay, confidence kwa watu a, mpaka kwa sababu hii, mimi mwenyewe confidence niliojenga sina. Yani unajenga confidence ya kupitiliza, ndio inafanya watu waje viwanjani. Mtu akishakuwa na confidence hawa hawatoki hapa kwa Mkapa, hawezi kula nyumbani, hawezi yani, mjengee hiyo confidence ndo hayo lugha kama hizo. Kwa hiyo mimi kwangu uh, zinaongeza morali kwa washabiki, zinaleta spirit zaidi kwa wachezaji, lakini zinatuhakikishia wenzetu wakija wanajua hapa wanakuja kukutana na wanaume wenzao, kuona slogan ya returns of the champions inaendelea ku- ku, ku, ku, ku work Kwangu ni jambo la furaha sana kwangu ni jambo la furaha sana yaani, huwezi kuamini yani, mi furaha yangu zaidi inatokana na vitu viwili, yaani najiona kwanza nina bahati, hilo la kwanza kuwa sehemu ya Young Africans hivi sasa, lakini najiona ah, ni mtu ambaye biti ya kauli zangu zina, zinakwenda yaani biti kwamba hii biti kwa mfano hii biti ya ya Yanga ya, itakuwa ya, ya, ya klabu ya kwanza kushinda ubingwa wa Afrika hii ihifadhini. Yaani ikitokea bahati mbaya, Mungu amenichukua kabla ya Yanga kuwa bingwa Afrika, siku atakapokuwa bingwa wa Afrika basi hii ndio kauli itambe sana kwenye kwenye maandiko yenu. Sitabiri katika hili lakini hili nalizungumza sio utabiri, yani hili silifanyi utabiri. Unajua kuna mambo unafanya utabiri, hili nalifanya nikiwa timamu wa akili na nikiwa mjuzi katika mambo haya. Yanga itakuwa klabu ya kwanza kushinda ubingwa wa Afrika nchi hii na Afrika Mashariki. Hili lihifadhili Afrika mashariki ya, ya, ya ukiacha kongo ma, Kongo nao wamo. Sasa sio wasema oh, Mazembe shachukua ah, wape, tunazungumzia ya Kenya, Uganda na Tanzania ile yenyewe. Yanga itashinda ubingwa wa Afrika kama sio mwaka huo, timu 24 25 25 26 Yanga na ita ubingwa kabla ya Afcon, maana yake ya Afcon, yaani afcon ile ya ya Dar es Salaam itakayopigwa Afrika mashariki. Yanga itakosha dominate soka la Afrika, labda itokee hapa vurugano ambao si hatutarajii. Yanga itakosha dominate serious. Yaani unajua kutakuwa na club kubwa moja ya Tanzania, Yanga au wengine watakuwa wanapigana, wanaomba Mungu. Na ni kwa sababu ya nini? Yanga hawasemi sana katika swala matayarisho yao na mipango yao, wanakwenda kwenye utekelezaji tu, utekelezaji tu. Hakuna uongo uongo huku, tofauti ni moja, huku hakuna uongo uongo huku, watu kitu kinakwenda kinakwenda Mmekosea, mnakaa chini, mna bwana, tatizo letu hili tumefungwa sisi mwaka juzi na wale wa Nigeria kule kwao. Nikawaambia wachezaji na watu waliokuwepo kule Nigeria, si mji gani ule, wajabu wajabu, sasa hii ndio turning point yetu, niliwaambia Sile clip iko wapi? Nilisema hii kutolewa leo hii ndio tunakwenda sasa, ndio tutobu hapa tu atuliki the next year tukafika final ya yeah, yeah, confederation mwaka huu, nakwambia ile ile kuf kule tungewatoa, tungejipa ukubwa ambao kwa wakati ule hatukuwa nao. Tuli deserve kutolewa, timu haikuwa imefuata preseason nzuri, wachezaji wengi walikuwa wapya, kocha ndio kwanza alikuwa miezi miwili, tulikuwa disorganized sisi wengine ndio kwanza tulikuwa tunaingia haji haijua tamaduni vizuri ya club, lakini ile kutolewa kule na wale wanaitwa nani, okay. Eh? Okay. River United, River United. Uh -huh. Ile ndio kuwa turning point ya Yanga kama watu walidhani ile ndio kuonyesha Yanga haiwezi mashindano ya kimataifa, na kutoka sasa tumeingia i robo fainali in next 10 years inaofuata hakuna robo fainali wala nusu fainali yanga atakayekosekana tena. Yanga atakuwa mshindani wake ni Ahli, yanga mshindani wake atakuwa experience, yanga mshindani wake atakuwa Mamelodi. Nisikilizeni mimi, yanga ni kubwa sana. Yanga ina fans wanasema kwa statistics almost 40 millions na ubishi, hilo shuka kwenye lijengo, fanya utafiti wako Fanya, barabarani kaeni tu na kamera tena msiotumie msi, Manara TV labda wata, wata, wata, wata, wata. Kaeni tu watu, fanya utafiti wa watu kumi, we mshabiki wa timu gani? Waulizeni, ndio research navyofanya. Tokeni hapo nendeni chuo kikuu, tokeni hapo nendeni shule ya msingi Uhuru pale, waulizeni wanafunzi, bwana wewe shabiki wa timu gani? Ndio namna ya kufanya tafiti Mkenda mikoani kafanyeni hivyo Zanzibar, kafanyeni hivyo Mwanza, utagundua katika kila watu kumi, watu saba mpaka nane wa shabiki ya Afrika nchi hii. Fanya utafiti mwingine mdogo, zunguka mtaani, angalia jezi gani inayovaliwa kati ya njano na nyekundu. Fanya utafiti mwingine wa kawaida tu, jiridhisheni, fanyeni research. Na nawapa hiyo nani changamoto, mkafanya research, mtupe na hizo data. Mmefanya mmefanya wapi? mifano yenu mmeitolea wapi? Kafanyeni research, nendeni kina mkeenge. Wacheni kuandika andika makala tu, nendeni mkafanye research. Yanga wana watu zaidi ya asilimia sabini ya Watanzania. Jengo hili jengo la pili, nendeni pale mkaulize. Alafu mnakwenda university, mnatoka mnakwenda serikalini, TANESCO mnauliza, wafanyakazi wale wanaokata kata umeme, Bawe yanga au simba kati waulizeni kumi, saba au nane watawaambia. Mkitoka hapo, nendene mkaulize maprofesa. Mkitoka hapo, nendeni mkaulize madaktari. mimi mbili, nendeni mkafanya hata kwa wagonjwa ma hospitalini. Mimi nakwambia kwa sababu nishajua mimi, wakati niko niko kwa makoro niko sasa. Ah, Yanga ametuzidi, sema hawezi kutumia wingi wao vizuri. nilikuwa naisemea na nilikuwa naambia wenzangu katika vikao vyetu, nilikuwa naambia Yanga ametuacha mbali sana. Yanga ile ilikuwa ronya ronya, lakini kwenye mechi yao wao wanaongoza. Mimi mpaka nivae njuga wakati mwingine nachukua ashua nazivaa begani, ndio watu wangu wanakuja, nazijua ashua ashua, mambo yetu <laughs>